Tumeuliza swali hii. Swali imetoa andiko tatu, imetoa Yohana tatu hiyo ambayo kwamba tumesoma hum -hum. na imetoa vilevile hiyo Yohana moja hum -hum. moja hum -hum. mi swali ilikuwa hivi, huyu Mungu alidhihirishwa na nani? Kwa sababu Mungu anadhihirisha sio anadhihirishwa. Kama anadhihirishwa, na maanisha ni mdogo, na lazima kukuwa na mwenye kudhihirisha, unaona eh? kwa hiyo haiwezekani kwamba Yesu awe ni Mungu tena adhihirishwa na Mungu inamaanisha ima ukubali kuna uko mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na Mungu wawili, ndio hiyo andiko iwe sawa. Na ukisema ni mmoja, utuambie ni nane amemdhihirisha huyo Mungu ambaye mpaka sasa hujasema, umekimbia katika tatu sita yeah. kwamba hawa watatu kuna mwana kuna baba na kuna yeah. wanapatana katika umoja yeah. swali umoja, kwa swali umoja u... pa... eh, si Mungu wa nini? subiri kidogo yeah. haijasema kwamba wamepatana katika umoja umoja huo ni wa uungu, imeweka wazi umoja wa nini ambaye lazima ulikuwa umoja wa utendaji kazi. Asante, unaona? Sasa umoja wa utendaji kazi, asante sana, ambaye ni umoja wa utendaji kazi, ah, kazi. kazi. ambaye si nakubali, sababu Mungu ametuma maneno yake kupitia kwa roho ambayo sasa ni Jibril. Uh -huh. Jibril aleta kwa mtume wa Mungu ambaye ni Yesu. Kwa hiyo hapo hakuna kazi ya Mungu kwamba watatu ni moja, yani ni Mungu ni katika kazi. utendaji kazi ambayo ni message ifikie wanadamu kutoka kwa Mungu kupitia kwa malaika Gabrieli kuja kwa Yesu ambaye ni mtume wa Mungu, ikafika ikafikafadaktari, ndio fasiri huyo. Leo mimi si daktari, lakini ufahamu wangu ndio huo. Kwa hiyo hapa tayari inatoa Yesu uungu wake, inatoa inaweka mbali, umeshaona, umekimbia katika Yohana moja moja, Yohana moja moja. Bishop Msalaba, ilikuwa, hmm. ilikuwa haingii haingii, moja moja haingii katika akili kabisa, uh-huh, kwamba mwanzo kulikuwa kwako na Yesu kwanza uh-huh. Ha, sasa kati ya neno na Mungu nani litangulia? Rudia, moja moja. Hapo mwanzo kulikuwa hapo mwanzo na neno. naye neno. Na. Na neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu, Mungu. Swali, so, mwanzo nani alikuwa ni Mungu ama ni neno? Rudia tena ndio asikie yeye mwenyewe hapo mwanzo, hapo mwanzo. Hmm, kulikuwako neno hmm, neno kulikuwa Bas, swali yangu nafikiri jibu shaijibu, mwanzo ilikuwa neno. Asante, ilikuwa neno. Kwa hiyo tumefahamu kwamba mwanzo ilikuwa kwa neno yeah. Nisome Mwanzo moja moja uone hapo sasa, mambo moja moja, kitabu cha Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo moja moja inatangulia kusema kwamba mwanzo Mungu. Bi maana ilikuwa hapo mwanzo ni Mungu. Aha. Neno lilipata kuwa kwa Mungu kwa sababu haiwezekani kuwa na neno bila mtamkaji. Mimi natamka ndio ile neno yangu inatoka. Bishop tumekaa nawe tumezungumza for one and a half hours. Umekuwa unatamka maneno yanatoka. Kwa hiyo haiwezekani kwamba neno iwe mwanzo bila ya mtamkaji. Mtamkaji Mungu, lazima Mungu awe mwanzo. Kwa hiyo kusema mwanzo kulikuwa kuna neno, that's wrong na pia kibiblia inapinga everything. Logic inapinga na kila kitu. Kwa hiyo maandiko moja moja hatukubali. Ukisoma uh -huh. 14 inasema kwanza tukona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee. Hmm. Wala kumtaja kama Mungu. Kwa hiyo pia inakataa, inamuita mwana, hamuiti Mungu. Chacha. Mada ilikuwa je, Yesu ni Mungu, Mungu akiwa ndani ya mwili? Exactly. Yeah. Okay. Ambayo wewe unatutolea kitu ambapo kwamba ni grammatically wrong. Ukisoma 14 inasema hata sio Mungu ni mwana. Kwa hiyo hata unachanganya wasikilizaji. Aya, hebu fungua hapa Yohana moja. Naona muda pa dakika mbili, maswali tutajibu, manake nina maswali pia chungu yeah, kwa wasikilizaji na sijui wasikilizaji, nitaanza tu kuomba msamaha kuanzia sasa E, manake ni mada pana, wataniwia radhi, lakini maswali hayajapotea, maswali yapo yeah, ni kuomba tu uzima tuwepo eh, hai ili tuweze kuyajibu, lakini ningetaka pia nirudiamboni mm. E, e, ni, ni, ni, ni, naokuja anaweza kuja bado, tuendelee, ili nataka kila mtu ajue Yesu alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili na ndo nasubiri udhibitishe. Mpaka sasa udhibitisha kabisa, kwa hiyo utadhibitisha bado, hujadhibitisha eh, kwa sababu hey, kuna kazi. Kwa sababu hiyo hiyo Yohana, anatutolea moja moja. hmm. Yohana tatu kumi anasema Yesu ni mwana wa Mungu, si Mungu. Kwa hivyo uta, utakuja uta, utabidi kuja inshallah inshalla yeah. hmm. Na maswali yangu nafikiri tutaweka kiporo kwa sababu alisema ati Biblia itangulia Qur'an. Hii ni dai moja yani, ina uzito kubwa sana. Kabisa. eh. Kusema Biblia itangulia Qur'an wakati Biblia ilikuwa hapa Ulaya na wazungu miaka 100 tu imepita. Qur'an na miaka elfu moja mia nne. Sawa kabisa. Shukrani sana kwa maoni yako labda tukimalizia tu kipindi. Bishop. Ya. Ukimalizia tu kipindi. Eh, labda ungekuwa na ushauri upi ama maoni yapi? Uh, kile ambacho ningesema uh, ni ya kwamba nimefurahi sana uh, mjadala wa leo umekuwa mjadala mwema na nashukuru kwa sababu kualikwa na Abbas na pia nyinyi kunialika, na ningeambia tu Wakristo mahali popote wapo, ningewaomba ya kwamba, uh, kufanya apologetics sio vibaya ama kudefend your faith na kusema yale ambayo naamini, na kama mngekuwa hata nyinyi pia mnakuwa involved, msiachilia tu Waislamu wawe tu ndio wanauliza swali nyinyi amuulizi swali. Na pia kuna mmoja amesema, ningetaka angetaka namba yangu ya simu, sijui kama utanikubalisha mhm, mm, ndio niweze kupatiana hiyo namba, ndio pia kama nataka kunipigia ndio yeah. waniulize maswali tuendelee. Kuna wale wa Kristo amenisikia, saa zingine walikuwa na uoga, saa zingine kuna mahali nimekosea, angetaka pia kunikosoa, sijui kama ungekubali nah. Basi mimi ni Bishop Stephen Gishoi wa Mwangi, na wale ambao wangetaka kunifikia kunifikiana, simu yangu, nambari yangu ya simu ni sufuri 22 85 7530 ama 0722 dhati. Na nimeshukuru, Mungu abariki wa na wacha tu niamini Mungu atasaidia tena nirudi tena kuendelea kwa sababu bado sijathibitisha ukweli kabisa ule ambao nataka kuongea. Asante sana nimeshukuru. Haya, Sheikh Abbas. Hmm. Haya ah, na mimi pia vilevile nimeshukuru wasikilizaji wale wamechangamka, <laughs> na pia mwendeshaji kipindi, yeah. Sheikh Abdul Hamid yeah. Suleiman ambaye leo amepeleka vizuri tumefurahi kabisa, wenzetu <laughs> Muhammad picha, Muhammad Raja, Mashallah yeah. pamoja na walimu wangu yeah. na pia zaidi nimshukuru Bishop kwa kukubali mwito, unajua kuna tafali, watu wengi ambayo kwamba utawaalika yeah. ukiwaita wanakataa yeah. nakuwa mambo mengi lakini yeah. amekuwa na ujasiri wa kuja yeah. Kwa hiyo mimi nimefurahi na vile vile, tutaangalia next week ikiwezekana. Nafikiri mada hii tungeiendeleza kwa sababu unaona bado bado kama tulikuwa tumeanza. Kwa hiyo nafikiri tutatengeza nini eh tumesoma huko yeah, huku tuna kweli pole ah, pole sana leo nakwambia, kakea pale tutakuwa naisoma a Zati. Sawa kabisa mm -hmm. Eh, shukran sana Shekh Abas kwa kufika siku ya leo. Inakuwa ni tajamala kubwa kila wakati ambapo unafika kutufunza, kutuelimisha, kutukumbusha, kutujuza, kuweka paruanja baadhi ya mada ambazo tunakumbana nazo kila siku, na tunajua dini ni msingi katika maisha ya binadamu he. Kwa hivyo ningependa tu kushukuru Shekh Abas, Bishop Gishuhi, Shekh Ali Gitonga wengi sana, nilikuwa peke yangu, itabidi nikuja na mtu, itabidi nikuja na mtumishi mwingine. Sawa sawa sana, tutawakubalia wote, na ningependa tu kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakitufuatilia pia kwenye mtandao wa YouTube Iqra FM 95.0, kina Kimani wa Yai eh, kina Sheikh Ismail Ramadhani, Yasin Jabir, wote nawashukuru sana, ambao pia wamekuwa wakitutegea siku ya leo, na nawaomba radhi kwa wale ambao kidogo simu zao zimegongana na mada kidogo eh, maelezo yalikuwa mengi lakini tunatumai. Eh, natumai kwanza mtanisamea, alafu katika kipindi cha wiki ijayo e, maswali yenu tutakuwa tukiuliza. Cha msingi tuombe uzima e, na tuendeleze ibada e, ambazo tunafanya na pia e, Allah atujalie katika dua ambazo tunaomba kwa siri na pia zile ambazo tunaomba kwa dhahiri. Na huo ndio mwisho wa kipindi e, cha risala siku ya Ijumaa leo. Ungana nasi Ijumaa ijayo kwa hizi na mada zaidi za kufana na kukufunza. Mimi ni Abdulhamid Suleiman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh